Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila, ameagiza kurejeshwa kwa huduma za mabasi ya mwendokasi katika kituo cha Mbagala kuanzia Alhamisi, Novemba 20, mwaka 2025 ikiwa ni sehemu hatua za awali za serikali kufuatia vurugu zilizojitokeza baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29. Akizungumza wakati wa ziara ya kukagua baadhi ya vituo vilivyoharibika katika Wilaya ya Temeke, Chalamila amesema serikali ina wajibu wa kuhakikisha wananchi wanapata huduma muhimu bila kuchelewa katika maeneo yaliyoathirika zaidi kama Mbagala. Ndugu zangu wananchi na waandishi wa habari kwa ujumla, hapa nyuma yangu ni sampo ya basi ambalo limevunjwa vioo, lilitaka kuchomwa, lakini ikiwa ni mwendelezo pia wa mabasi mengine ya UDART ambayo pia yalichomwa. Na kwa sasa serikali inaendelea na tathmini kuhusiana na kiwango hicho cha uharibifu wa miundombinu ya serikali miundombinu ya watu binafsi, lakini pamoja pia na wale wa, na wale wengine ambao wamepata madhara katika maisha na katika mambo mengineyo. Kwa hiyo, jambo la muhimu ni wasihi tuendelee kuwa na utulivu, ni wasihi tuendelee kujenga upendo, lakini wasihi sana pia tuendelee kuwa wamoja, na ni wasihi pia kwamba migogoro ya namna hii tusiangalie katika jicho la kawaida tunaweza tukagombana mimi na wewe ndani ya taifa letu, lakini akawepo adui mkubwa wa maendeleo yetu anayetuchungulia sisi tukiwa tunalumbana, na akapita katikati yetu, mwisho wa siku, migogoro ya namna hii ikaligawa taifa ikapasua taifa ikazorotesha maendeleo, na sote tukarudi tena katika nchi ambayo amani itabaki kuwa historia. Koniendelee kuwaomba sana Watanzania wa, wa Dar es Salaam kwamba sisi tumebeba dhamana ya maisha mengi sana ya watanzania wenzetu, tumebeba dhamana na maisha ya watu wengineo ambao wanategemea Dar es Salaam katika maisha yao sambamba nahili, na hili tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi uchaguzi ulikwisha, na kama uchaguzi ulikwisha ni wajibu sasa sote tuweke hasira zetu kando, tujenge taifa letu. Mkiangalia mabasi haya leo, tuko kwenye hii barabara ya Mbagala, lakini kuna barabara ya BRT1. Hii ni BRT2. Barabara ya BRT1 inayotoka gerezani inakwenda mpaka kule Kimara, vituo vingi vya mwendo kasi vimeharibiwa, lakini pia na barabara hii nayo vituo navyo vingi pia vimeharibiwa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 lakini pengine leo yangekuwa ni majuto ya kile ambacho tumekusha kifanya. Kwa hiyo ni shukrani zangu za pekee sana kwa namna miundombinu hii ilivyolindwa. Sasa kwa kuwa maombi ya mkuu wa wilaya, na yeye ndiye anayekaa hapa hapa, panawaona wananchi wake wanavyotaabika leo, ni tarehe kumi na nane ya mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano nawaelekeza dati nawaelekeza udarati nawaelekeza TANESCO taasisi zote za serikali zinazohusika kwa pamoja chini ya Katibu Tawala wa Mkoa, ndugu yangu Muhinte, wahakikishe tarehe ishirini ya mwezi wa 11 elfu mbili na ishirini na tano Alhamisi, saa mbili asubuhi, au hata kabla, mabasi yote yanaingia kwenye barabara kubeba wasafiri kwa hii barabara ya Mbagala kuelekea mjini, lakini ile barabara inayotoka Mwenge ile ina inayotoka gerezani kwenda mpaka Kimara, ile na yenyewe tunaharakisha ili kuhakikisha kwamba inaanza kutoa huduma. Kwa hiyo tupo saa hizi kwenye matengenezo. Tumeagiza pia baadhi ya vifaa, vitakapokuwa pia vimefika, tutaanza pia kule.